Kwa majina naitwa Pendo Nesoni, Pendo Philipo, ni afisa afya wa tarafa ya Terrat. Niko hapa kwa kuelimisha jamii na kuhamasisha maadhimisho ya siku ya afya mazingira duniani ambayo itaadhimishwa tarehe 26 mwezi wa 9, 2025. Afya mazingira ni sekta inayohusika na upande wa kinga ya magonjwa, e, upande wa kinga, nikisema upande wa kinga wa magonjwa ina maana ni tunahusika na kupambana na vyanzo vinavyosababisha magonjwa yanayotokea kwenye jamii. E, katika siku hii ya maadhimisho ya siku ya afya mazingira duniani ina kauli mbiu inayosema tokomeza taka za plastiki, jenga jamii yenye afya bora. sambamba na hiyo kauli yetu mbiu, huwezi kuwa na afya bora ukiwa unaishi katika mazingira machafu o ina maana lazima tusafishe mazingira yetu, tuishi katika hali ya usafi ili afya yetu ya kwenye jamii iweze kuwa bora. E, nipende pia kuongelea madhara ambayo yanasababishwa na taka ngumu. Ukitupa taka ngumu ovyo, zinaleta madhara yafuatayo, ambao madhara mojawapo hubakia kama uchafu wa mazingira. Tukitupa taka ngumu, kama tunavyojua huwa ni ngumu kuoza koo zinabaki kwenye mazingira kama uchafu katika mazingira yetu. Unapoongelea taka ngumu tunamaanisha plastiki ambazo ni chupa ambazo haziozi, pia na mifuko ambayo haiozi. Ukitupa mifuka mifuko ambayo haiozi ovyo, ndo inapelekea taka kuzagaa ovyo. Madhara mengine ambayo tunayapata kutokana na utupaji wa taka ovyo ni mi, mitaro yetu inayopitisha maji machafu inaweza kuziba. Kwa hiyo tukitupa taka ngumu ovyo, tunapelekea mitaro kuziba, ambapo husababisha mimi, na husababisha mafuriko kipindi cha mvua. Mazara mengine hupunguza vyanzo vya maji au kina cha maji, hasa hasa kwenye mito. Tukitupa taka ngumu ovyo, tunapelekea kuingia katika mito yetu, hususani sehemu za vijijini. Ukiangalia mito mingi imeziba kutokana na taka tunazozitupa ovyo. Faida ya kutotupa taka ovyo, faida mojawapo, mazingira yetu yanabaki kuwa masafi. E, tukiacha kutupa taka ovyo, pia tutaepukana na magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu na Malaria kutokana na mazalia ya maji machafu yanayobaki kwenye zile taka. Faida nyingine ni kuimarisha utalii katika nchi yetu. Kama tunavyojua, hata ukiwa nyumbani kwako, mgeni hawezi kuja kama mazingira ni machafu. Kwa hiyo, pia kwenye nchi yetu ukimarisha usafi, tutapata watalii wengi ambacho tutaongeza kipato cha jamii. E, faida nyingine ni kujenga jamii yenye afya bora na yenye furaha pia. E, sambamba na hiyo pia niongelee mikakati au hatua tutakazochukua ili tuweze kupambana na utupaji taka ovyo. Mkakati mmojawapo ni kutumia mifuko ya makaratasi. Mifuko ya karatasi kama vile bahasha, magazeti, pia kutumia vikapu. Ukiangalia siku za juma watu walikuwa wanatumia vikapu kwenda sokoni Ukinunua bidhaa zako haufungiwi kwenye mifuko ya plastiki, unafunga kwenye kikapu. Lakini siku hizi watu wengi wameachana na vikapu, wanatumia mifuko ya plastiki ambayo inasababisha taka za plastiki kuzagaa ovyo. Mkakati mwingine pia ni kushiriki kwenye usafi wa jamii, ambapo jumamosi ijayo ambayo ni tarehe ishirini na saba pia ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Wanajamii wote wa Terrat mnatakiwa kushiriki kwenye usafi ili tuweze kukusanya taka zote za plastiki ambazo zinazagaa kwenye jamii yetu. E, mkakati mwingine ni kufundisha kizazi kijacho ambacho ni watoto wetu natakiwa tuwafundishe matumizi sahihi ya plastiki. Pia mkakati mwingine ni kufuata sheria za serikali zinazowekwa na serikali juu ya matumizi mabaya ya plastiki nipende pia kutoa wito kwa jamii sasa afya bora hujengwa na wewe na mimi kwa hiyo kila mtu lazima achukue hatua za kuepukana na taka zinazosababishwa na plastiki usisubiri lazima uambiwe na kiongozi Wewe mwenyewe chukua hatua tukitokomeza taka za plastiki tutajenga afya bora, kama nilivyotangulia kusema mwanzoni, pia tutakuwa na mazingira safi kwamba sambamba na kauli mbiu yetu inayosema tokomeza taka za plastiki jenga afya bora. E, mimi kama afisa afya wa tarafa ya Terrat niwaase wananchi au nihamasishe wananchi wa tarafa ya Terrat kushiriki katika usafi wa mazingira ambao utafanyika Jumamosi tarehe ishirini na saba mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na tano. Ni niwaase kila kijiji ndani ya tarafa ya Terati. Komoro na Donjuki Sukro Terati na vijiji vingine kama Urubokishu wote, kila mwananchi ashiriki kufanya usafi sehemu yake, unaanza nyumbani kwako. Ukishamaliza saa moja kamili, wote tukutane katika ofisi ya Terati, kama ilivyo kawaida yetu, tukutane katika ofisi ya Terati tuanze kufanya usafi wa kijiji na wenyewe pia. Nimeisha wapa taarifa mimi kama afisa afya kwamba wasimamie usafi katika maeneo yao. Wao wanajua sehemu wanakokutania, wanaanzia nyumbani, baadaye wanakutana katika senta za miji yao kufanya usafi.